Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwasamehe vijana waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa uhaini kufuatia machafuko ya baada ya uchaguzi nchini humo. Suluhu amemweleza mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini humo kuangalia tena mashtaka ya zaidi ya vijana mia tatu na kuwafutia makosa yao. Akinukuu Biblia, Suluhu amesema vijana hao hawa, hawakujua walichokuwa wanachokifanya. Ben Kirui ana maelezo zaidi. Alitumia fursa la ufunguzi wa bunge la kumi na tatu kurejelea matukio ya baada ya uchaguzi nchini humo. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania akitangaza mikakati ya kuleta suluhu kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa nchini humo. natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba, awapumzishe kwa amani. serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission. Mbele ya wabunge 393 waliomshangilia rais kila alipotamka neno, Suluhu ametangaza wa kuwasamehe wale waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini kwa kuhusishwa na kuchochea machafuko kwa nia ya kuvuruga uchaguzi nchini humo, kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu Wawafutie makosa yao. Akinukuu maandishi matakatifu, rais Samia akisema kuwa kama mama wa taifa, vijana hao zaidi ya mia tatu walifuata ushabiki na hawakuwa na nia ya kuchoma nchi. Natoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 34 yanasema, na hapa na nukuu Yesu akasema Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Hotuba yake Rais Suluhu haikukosa kuelekezea kidole cha lawama kwa wageni kwa kuhusika na ghasia hizo, akihimiza Watanzania kukataa kushawishika kuchoma nchi yao. Wakati huo huo, Rais Suluhu amedokeza marekebisho ya katiba ya nchi hiyo ndani ya kipindi cha siku mia moja. Tunapaswa tuitumie fursa hii tuendelee kujifunza tujirekebishe, na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia. Kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa. Uchaguzi huo wa tarehe ishirini na tisa mwezi uliopita ulikosolewa pakubwa kwa kutokuwa na huru na kukosa uwazi, matokeo yake yakisababisha vifo vya mamia ya watu. Ben Kiroi, runinga ya Citizen, Nairobi.